Waziri wa afya Aden Duale ameelezea wasiwasi na ongezeko la visa vya utumizi mbaya wa bima ya afya ya SHA, akionya kuwa ulaghai wa hospitali za kibinafsi umeathiri huduma katika hospitali za umma haswa eneo la kaskazini mwa Kenya. Akizungumza katika eneo la Habaswein katika kaunti ya Wajir, Duale amefichua kuwa SHA imelipa bilioni 1.9 katika muda wa mwaka mmoja uliopita, shilingi bilioni 1.5 zikilipwa hospitali za umma. Aidha sasa imebainika kuwa pesa nyingi zimepotea kwa baadhi ya watu wanaolipia gharama za matibabu jamaa zao ambao hawajajisajili katika SHA and we have patients we have patients who have testified who have become whistleblowers who have said they are being used as conduit in the fraud in the SHA fraud and I want to ask the Kenyan patients Be our watchdogs. There are certain patients who are being used. Familia moja eneo la Kawangware 56 jijini Nairobi wameomba maafisa wa usalama kufanya hima kuchunguza kutoweka kwa jamaa yao Pius Ngugi. Ngugi alitoweka siku kumi zilizopita alipokuwa akiendesha kazi yake kama dereva wa teksi.